Tukianza na soko la hisa la Dar es Salaam kwa wiki iliyopita, kulikuwa na punguzo la asilimia 28.65 ya jumla ya mauzo, ambapo mauzo yaliweza kufikia shilingi za kitanzania bilioni 6.144 na tukiamia katika mauzo ya hisa TBL iliongoza kwa kuchangia asilimia 55.34 ya jumla ya mauzo yaliyopita katika soko la hisa la Dar es Salaam, ikifuatiwa na CRDB ilikuwa na mchango wa asilimia 22.25 na NMB iliyokuwa na mchango wa asilimia 9.19. Kampuni pekee iliyoweza kuongezeka thamani kwa wiki iliyopita ilikuwa kampuni ya DSE ambayo iliongezeka kwa asilimia sifuri nukta nane sita na kufunga wiki kwa bei 2340 kwa hisa moja. Hisa zilizoshuka bei ni kama vile NICO iliyopungua kwa asilimia kumi na nne nukta nane sita na kufunga wiki kwa bei ya mia sita na thelathini kwa hisa moja. Tanga Cement ilipungua kwa asilimia mbili nukta sifuri sita na kufunga wiki kwa bei ya elfu moja na mia tisa kwa hisa moja. Tukihamia katika soko la hatifungani, soko la awali tarehe kumi na mbili Machi, Benki Kuu iliingia sokoni ili kufanya mnada wa kuuza hati fungani za serikali za muda mfupi. Katika mnada huu, usajili umekuwa hafifu kwa hati fungani ya siku 91 na 182 ambapo hazikupokewa kiwango chochote cha usajili kutoka kwa wawekezaji na ikiwa mara ya tatu kwa hatifungani ya siku 182. Hatifungani ya siku 35 ilipokea kiwango cha usajili cha asilimia mia na hatifungani ya siku 365 ilipokea kiwango cha usajili cha juu cha asilimia 333.69. Katika hatifungani ya siku 365, wastani wa riba umeonekana kushuka kwa asilimia 0.976 kutoka asilimia kumi na moja nukta saba mbili moja tano hadi kufikia asilimia kumi nukta saba nne tano tano na wastani huu wa riba umeonekana kushuka tokea Disemba mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Bei elekezi imeweza kuongezeka kutoka themanini na tisa nukta nne nne hadi tisini nukta moja moja na tukimalizia na soko la upili, yani secondary market, kumekuwa na punguzo la asilimia 7.16 ya jumla ya mauzo yaliyopita kwenye soko hili kutoka shilingi za kitanzania bilioni 182.454 hadi kufikia shilingi za kitanzania bilioni 169.3884. Hata hivyo idadi ya miamala imeweza kuongezeka kutoka mia hadi 140 kwa wiki hii, na hatifungani zilizouzika zaidi zilikuwa hatifungani za muda mrefu kama vile hati fungani za miaka 15, 20 na 25 ambazo zilichangia asilimia 70.78 ya jumla ya mauzo yaliyopita katika soko hili la upili.